Nam, hujambo, naitwa MC Mwaka, karibu sana. Leo tunamtazamia moja kati ya kumbukumbu na alama muhimu katika historia ya dunia, si mwingine ni Ernesto Che Guevara, maarufu kama Che Guevara. Ernesto Che Guevara alizaliwa tarehe 14 Juni mwaka 1920, huko Rosario, nchini Argentina. Alikuwa daktari, mwanamapinduzi mwandishi na mwanafikra wa masuala ya kijamii. Alikuwa kijana, alisafiri maeneo mengi ya Amerika Kusini kwa pikipiki piki, safari iliyomchochea kuona mateso ya maskini na madhara ya ukoloni, ukandamizaji na umasikini. Baadaye alijiunga na Fidel Castro nchini Mexico mwaka 1955 na, na, na akawa miongoni mwa viongozi muhimu wa mapinduzi nchini Cuba. Katika vita hiyo Che Guevara alionyesha ujasiri na uongozi, na baada ya mapinduzi kufanikiwa mwaka 1957, alipewa nyadhifa mbalimbali serikalini ikiwemo kusimamia benki na viwanda. Licha ya kuwa na nafasi kubwa serikalini, Che Guevara aliongoza mapambano dhidi ya ukoloni na ubeberu, na aliamini kuwa yanapaswa kuendelea kote duniani mapambano hayo. Hivyo aliacha Cuba na kwenda kusaidia harakati za ukombozi Afrika, ikiwa e ni pamoja na nchini Kongo, kisha akaenda Bolivia kuanzisha mapambano mapya ya kijeshi. Mnamo Oktoba mwaka 1967 alikamatwa na jeshi la Bolivia kwa ushirikiano na CIA, na alipigwa risasi tarehe 9 Oktoba mwaka 1967 akiwa na umri wa miaka 39. Che Guevara amebakia kuwa ishara ya mapambano dhidi ya ukandamizaji, uthubutu wa kutetea wanyonge, imani thabiti katika mabadiliko ya kijamii. Picha yake imekuwa moja ya alama maarufu zaidi duniani kuwakilisha wasi haki na mapinduzi. Che Guevara alikuwa si tu mpiganaji, bali pia daktari, msomi, mwandishi na mwanafikra alicheza na alipata nafasi kubwa katika historia ya karne ya ishirini. Hadi leo bado anatumiwa kama ishara ya mapinduzi, uthubutu na kuamini kile anachokitetea. Asante sana kwa kupata nafasi ya kuweza kusikiliza hiko. Komenti yako ni muhimu sana. Langu jina naitwa MC Mwaka, tafadhali usisite kuendelea kusubscribe.